Asalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Maulidi Salim Kidebe Sheikh wa wilaya ya Ubungo na mudiri wa madarasatulirshadi islamiki Mbezi kwa Msuguli Masaki, napenda kuwatangazia wote wapenzi wa Mungu na Mtume wake kwa waume wanadamu wote na Waislamu wote kwamba siku ya tarehe ishirini mwezi wa sita na ishirini na moja mwezi wa sita tutakuwa na mahfali makubwa ambayo mara hii yataambatana na kutoa shahada, lakini na shughuli ambazo zitakazofanyika za samai na maulidi. Siku ya kwanza tutafanya samai, siku ya pili tutafanya maulidi Lhabshi sambamba na kutoa shahada za vijana wa wetu waliohitimu masomo yao shahada ya thanawia. Kwa hiyo tunawaalika wote, kwanza baraza langu la mashekhe la wilaya nalialika, inshallah wafike juu vikiba juu wakita katika wilaya yangu ya Ubungo na maimamu wote maustadhi wote, na wote wana Dar es Salaam, na jamii ya wote, watu wote katika nchi ya Tanzania, kila atakayepata mwaliko huu imemwalika rasmi. Kwa hiyo nitawaomba sana mfike pale, ili tuweze kushirikiana peleka naidi